wekage na maji, kwa hiyo siku zingine nawekaga kavu

hivyo Wapeti, wewe ni mtoto aina gani? Ukoni tu kumwachia mwenzio kazi mda eh? wote unazurura, namwachia mwenzio kazi, we ukizurura, utoke huko zurure, wee ni kuja kula tu. Kweli mtoto ndo kwanza anaingia na salimia huko naye juu juu juu juu juu juu. Hapana, mme wangu huyo amezidi. Ye mda wote nikwenda kuzurura huko, akirudi ni, ni kula tu, mwenzio anafanya kazi zote. Kweli ye hapo, ni anaanza huruma kweli. Jamani, hata kama mtoto ndio kwanza anafika anakaa, hata ajawa sawa, unafika kuna mdaka juu juu, uwezi kumwelekeza kwa utaratibu akakuelewa. Mme no, wangu anazidi humo nao na, na yani siku zote utanana na mdomo. Yaani kila siku yeye anamwacha mwenzie kazi, yani kuzurura tu muda wote. Kweli jamani. Ni yeah. sawa. Abeti, mbona nimuelewa sana? Lakini mama. Mbona niliaga kwamba sitachewa kurudi? Sawa uliaga. Kwa kama uliaga, kwa sisi tukae tunakusubiri wewe. Yaani tupika chakula tuweke mezani nakusubiri wewe. Wewe ni baba mwenye nyumba? Na? Maneno unaongea ni makali hayo. Hapana, mme wangu. Ongea na mtoto mweleweshe taratibu Mama Abezi. Anajua mme wangu, kwamba hali halisi ya hapa nyumbani chakula ni kichache. Inatakiwa wote tule kwa pamoja. Ni sawa. Ah. Nisame, mama, nisamee mama. Nisamee. Sipendi hiyo tabia yako. Wala sijapenda hata kidogo. Sipendi. Sitarudia mama, naomba nisamee. Lakini mme wangu, unajua mimi nitaonekana na mdomo wewe ndio unataka na mdomo kuhusu mtoto. Wewe tangu umeamka hapa umemwona huyo asubuhi umemwona? Sasa sikiliza. Mtoto ongea naye taratibu mwanangu, unasikia? Atakuelewa. Usilipuke tu, sio kila saa unalipuka mwanangu. Yaani sio kwamba mtu ukifoka, ukifoka, ndio atakuelewa. Yaani kuna wakati mwingine ukimweleza kwa taratibu hivi atakuelewa zaidi kuliko hata ukifoka. Ni kwani amekosea lakini hebu shusha, tuliza, tulia kidogo. Mweleweshe kwa taratibu atakuelewa.

Aniunajua huyu mtoto wako, unajua kabisa, ila nafanyia makusudi. Unajua kazi ya hataki hapa nyumbani. Wewe ni kinya kinachoponya ni jua la subuhi baada ya mvuaai

Kuna mda wa kukaa. Njoo moja kwa moja uchezeshe mchezo. t <tila> mimi, kawaida yako kuchoka mapema hivi, kwani kuna nini? Moyo wangu wewe, siwezi bila sauti yako, kila pumzi ina jina lako. Hapana, siwezi kuchoka mapema kiasi hichi, ila hali yangu tu leo haiko sawa.

Natambua kwamba wewe na familia yako hamko sawa sasa hivi. Lakini usiruhusu unyonge yanapita tu haya, sangaamkabasi jango unajua, natambua kwamba nahitaji kujipambania sana na kujiamini nahitaji muda. Hapana, muda ni kuanzia sasa. Jitahidi basi, najua wewe ndio nuru ya familia na wazazi wako wanakutegemea sana, lakini haupaswi kuwa katika hali hiyo. Pambana na ukiangalia wazazi wako, mli umeenda wale. Moyo wangu wewe, siwezi bila sauti yako kibisa kaka. Kunya maji ni dawa, tubadilishe mazingira

Kila siku yanze na jina lako na ishe nikikushika mkono kwa sababu Hodi hodi. Karibu. Shikamoo baba, mwanao karibu. Asante. Naona una amani baada ya kueni kupona ni, ni mwezi satini viza ikirejeshwa na bado naiangaikia na iyo kasal. Najua mnadai sana, si naiangaikia mtairejesha. Kwa hiyo kama jesau Mbona umekaa kimya? Ina maana sisi tuendeshe biashara? Una watoto sara sara, tubau wenye kuta miseli. Hana hilo wala lile, aisashika eh? hizo hisa zako ina maana unataka kulipiga? hata kunipiga tokola tu madeni, maana hata ziwza kunitibu huna. Halafu lili saa mkishinda kulipa deni kula nyumbani, ieleweke tu <coughs> <coughs> yaani ukapa dakika mbili tutari kozi na mafua. Sijui nyie mnuka hapa. Poleni, poleni sana.

Mmewahi hadila da yani? Nyie mnatambua kabisa mazoezi yanabidi yafanyike asubuhi ya sana. Kwa nini mmechelewa? Sisi tumewahi mapema na bajaji, nyie ndo mnafika sasa hivi. Hatujachelewa makusudi, ni kwa sababu taarifa zenu zimechelewa, alafu mnatushitukiza. Ni sahihi, mazoezi yanatakiwa kufanya mara kwa mara. Kwa hiyo twende tukacheze. Tuondoke.

Jamani, tumechoka. Tuishie hapa hapa. Mbarikiwe ati mshangae. Amina. Miguu yetu nashukuru. Mimi nilikuwa naelekea hivi, mama amenituma. Mama alipo mkali, tuna haraka, ndio yes. Auwiya, tunabidi tuwai, lakini tunachohitaji kesho, wai ufike mapema, maana kuna sehemu nataka tuende tutatembea natamani iwe hivyo, ila <coughs> mimi sina nauli, si ya kuendea huko. Usiwe na hofu ukiwa pamoja na sisi, lakini nachohitaji ngoja, <coughs> nikupe pesa kidogo, tusaidie yes. yes.